Taarifa zilizoifikia Jasusi TV zinatarabaisha kwamba serikali ya Tanzania ipo katika jitihada kubwa na za dharura kujaribu kuwashinikiza wamiliki wa mtandao wa kijamii wa TikTok ili wamiliki hao wazishushe, yaani waziondoe hewani lundo la video zinazodaiwa kuwa zina mkejeli Rais Samia Suluhu Hassan. Na hatua hii imekuja baada ya matukio ya hivi karibuni, ambapo kwa upande mmoja, katika tukio la kwanza, mwanasiasa maarufu wa kutoka Kenya Martha Karua akiwa na, na, na wenzie wawili, yani ujumbe ulikuwa watu watatu kutoka nchini Kenya, walizuiliwa kuingia nchini Tanzania na kuamriwa kurudi walikotoka lakini baadaye tena uh, jaji mkuu wa zamani wa Kenya, Willy Mutunga Dr. Willy Mutunga akiambatana na wanaharakati wawili wa, wa masuala ya haki za binadamu walisumbuliwa vya kutosha katika uwanja wa ndege wa Mwalimu Nyerere hapo jijini Dar. Hatimaye jaji Mutunga aliruhusiwa kuingia na aliweza kuhudhuria kesi ya mheshimiwa Tundu Antipas Lissu mwenyekiti wa taifa wa Chadema ambaye inakabiliwa na kesi ya uhaini. Uh, siku ya Jumatatu tarehe kumi na tisa mwezi huu wa tano elfu mbili na ishirini na tano lakini wanaharakati wawili waliombatana na jaji mkuu huyo hawakuruhusiwa kuingia nchini Tanzania na walirudishwa nchini Kenya. Lakini tukio ambalo linaelekea limewatibua sana wa Kenya ni kukamatwa kwa mwanaharakati maarufu kabisa nchini humo Boniface Mwangi. Boniface alikamatwa pamoja na mwanaharakati na mwanasheria wa nchini Uganda Agather Atuhaire, ambao kwa pamoja walikamatwa kuhusiana na ujio wao ambao, kwa mujibu wa maelezo yao binafsi, ni kuwa walikuja kushuhudia uh, mwenendo wa kesi ya mheshimiwa Lissu, na pengine, uh, kwa mujibu wa taarifa, ni kuwa hata tukio kubwa lililotokea majuzi la udukuzi mkubwa wa kihistoria ulioikumba Tanzania, ambapo akaunti mbalimbali za taasisi za serikali pamoja na taasisi binafsi zilidukuliwa katika udukuzi unaotajwa kuwa ni wa kihistoria nchini Tanzania nao unahus, unahusishwa na matukio haya yanayohusu Kenya. Na katika hatua za mwanzo za serikali kukabiliana na hali iliyokuwa inaendelea mtandaoni, walichukua hatua ya kuufungia mtandao wa kijamii wa X, zamani Twitter. Upatikanaji wa mtandao huo wa X sasa hivi ni kwa njia ya VPN lakini katika mazingira ya kawaida huwezi kuingia kwenye mtandao huo wa kijamii lakini tatizo lipo TikTok, kwa sababu nature ya TikTok ni video na video hizi zinakwenda viral, yani vinasambaa kwa kasi. Wakati kwa Twitter, mara nyingi kinachoangaliwa ni, ni, ni maandishi zaidi, tweets ni maandishi na video ni sehemu tu ndogo ya a, katika inaambatana, yani tweet na yale maelezo kidogo, wakati kwa TikTok video ndio inayoambatana na maelezo na kwa bahati mbaya, TikTok ina watumiaji wengi zaidi kuliko uh, Twitter. Kwa hiyo wakati serikali imefanikiwa kuzima mtandao wa X ambao zamani ulikuwa unajulikana kama Twitter, uh, nchini kote uh, kwa maana haupatikani nchini Tanzania mpaka utumie VPN, juhudi hizo hazijafanikiwa dhidi ya TikTok kutokana na asili ya mtandao huo wa kueneza video zenye mvuto wa haraka, hizo zimekuwa viral, lakini pia um, zinasambaa kwa haraka hizo video, na uwezo wa kupakiwa kwa video mpya kwa kasi kubwa kupita, kupitia akaunti mbalimbali, hata zile zisizotambulika rasmi. Yaani, jinsi TikTok inavyofanya kazi, uh, kuidhibiti ni changamoto. Na kikubwa kuhusu hili tatizo ni ukweli kwamba watu wakishaona video wana download zile video then wana share kwenye makundi ya WhatsApp, kwenye makundi ya, ya, ya Facebook, uh, Facebook groups na vitu kama hivyo. Kwa hiyo zinakuwa zinasambaa kwa kasi. Kwa hiyo sio tu kusambaa ndani ya TikTok, lakini zinasambaa pia nje ya TikTok. Um, ninaelezwa kwamba video hizo zinaonyesha vipande vya kejeli, vichekesho na hata vibonzo vinavyomhusu Rais Samia katika muktadha wa matukio hayo kutekwa awali lakini hususan kukamatwa kwa, kwa, kwa mwanaharakati maarufu kutoka nchini Kenya Boniface Mwangi, pamoja na huyu wakili Agather Atuhaire kutoka Uganda. Baadhi ya video hizo zinadai kuwa tukio hilo ni ishara ya uoga wa serikali dhidi ya ukosoaji wa kimataifa. Mwangi, mwanaharakati anayefahamika kwa kampeni zake dhidi ya udikteta na ukandamizaji wa haki za binadamu alikamatwa jijini Dar uh, wakati akiwa na lengo la kuonyesha mshikamano na mwenyekiti wa taifa wa Chadema Mheshimiwa Lissu. Uh, na Mwangi alishikiliwa kwa siku takriban mbili, tatu. Leo muda mfupi uliopita kabla sijatengeneza video hii uh, Mwangi amepatikana kwa sababu uh, serikali ya Tanzania awali ilisema kwamba Mwangi, Mwangi, Mwangi na Atuhaire au uh, watu wawili kweli walikuwa wamekamatwa, lakini serikali ilikuwa imewarudisha makwao. Hizi ni taarifa zilizopatikana jana, lakini zilipatikana juzi, lakini jana kutwa nzima, ndugu na watu wa karibu wa Bonifas pamoja na Agata wakasema kwamba hawajawaona. Kwa hiyo ikaanza kupatikana hofu kwamba huenda kuna baya limetokea dhidi ya watu hawa wawili. Hata hivyo baadaye uh, Mwangi leo uh, taarifa zilizopatikana na zimemwonyesha akiwa katika hali sio nzuri, anasema kwamba aliteswa sana na baadaye alienda ku, wajen, wameenda kumtupa katika mpaka kati ya Tanzania na Kenya, na hii imewaongezea hasira zaidi hawa watu wa Kenya. Kwa hiyo hasira hizo sasa zimehamia zaidi kwenye mitandao ya kijamii, na baadhi ya watu wanahusisha kwamba hasira hizo inawezekana kwamba zimechangia tukio kubwa la udukuzi lililotokea hapa majuzi, ambapo akaunti mbalimbali za taasisi za serikali, taasisi za umma, lakini pia hata taasisi za watu binafsi zilihujumiwa. Lakini moja ambayo pengine inaweza kuonekana kama ndio ilikuwa uh, yani, alama ya udukuzi huo ni akaunti ya jeshi la polisi, na zote akaunti za dukulio zilikuwa na ujumbe mmoja kutangaza kifo cha rais Samia, ambacho kilikuwa sio cha kweli. Kwa hiyo kulikuwa na taharuki kubwa iliyotokea um, lakini mpaka sasa hivi, japo taarifa kutoka serikalini ni kwamba wamedhibiti udukuzi huo, hakuna anayefahamu kwa undani, kwanza tukio hilo lilitokea wapi, asili yake ni wapi, lakini endapo hasa tukio hilo limemalizika. Kwa hiyo kabla ya kuzuka kwa wimbi la video hizo za TikTok, serikali ya Tanzania ilikumbwa na shambulio kubwa la kimtandao, ambapo akaunti rasmi ya jeshi la polisi na nyinginezo zilidukuliwa na kusambaza taarifa isiyo ya kweli kuhusu kifo cha Rais Samia. Shambulio hilo lilifichua udhaifu mkubwa wa kiusalama mtandaoni na kusababisha hasira uh, kwa wananchi mbalimbali mbali. Uh, lakini hasira hizo kwa upande wa serikali ilipelekea kudhibiti mitandao ya kijamii kwa, kwa kisingizio kisi cha usalama wa taifa ambapo mtandao wa kijamii wa X ukawa umepigwa kabali. Kwa hiyo taarifa kutoka kwa sekta ya sheria imeeleza kwamba kuna serikali inafanya jitihada, yaani hizi taarifa zilizoifikia Jasusi TV zinaeleza kwamba kuna jitihada kubwa inayofanywa na serikali kutaka ushauri wa wabobezi wa sheria wabobezi wa sheria wa wa kwamba njia gani zinazoweza kutumika kuishinikiza TikTok ishushe baadhi ya video zilizopo kwenye mtandao huu wa kijamii kwa sababu zinazidi kusambaa, lakini pia zinazidi kuongezeka. Hata hivyo, changamoto kubwa ni kwamba TikTok inamilikiwa na kampuni ambayo um, kampuni kampuni mmiliki as, hasa wa TikTok ni kampuni ya China inaitwa ByteDance, na hailazimiki kufuata sheria za Tanzania. Kwa hiyo hakuna njia rahisi ya kulazimisha uondozi uondoaji wa maudhui bila kuwasilisha ushahidi thabiti wa ukiukwaji wa sheria au masharti ya matumizi ya mtandao huo. Lakini pia TikTok, baadhi ya watengeneza maudhui ni watu ambao ni kama watu wasiojulikana, kwa watu wanatumia majina feki, wanatumia akaunti feki, kwa hiyo hata kumjua yule mmiliki halisi wa kitu uh, inakuwa sio rahisi sana, kwa sababu ili video isambae kwa kasi TikTok, sio lazima iwe imetengenezwa na mtu mwenye followers wengi nyingi ya video ambazo zinakwenda viral kwenye TikTok inategemea tu inavutia kiasi gani. Kwa hiyo watu wakiona labda video ina kashfa ya kiongozi au ina jambo la kuchekesha kiongozi, ina uwezo mkubwa wa kwenda viral na lakini pia hili la TikTok linaosub, kwa sababu kuna jitihada kubwa zinazofanywa na machawa wa CCM wapambe wa, wa serikali kujaribu ku counter, yani kujaribu ku, kama kukabiliana, lakini hiyo yamkinika kusema kwamba wamefeli katika majaribio haya. Sasa kwa kuwa Tanzania iko katika mwaka wa uchaguzi huu, kuna hofu huko serikalini kwamba video hizi, hata kama ni za utani au kejeli, zinaweza kuwa na athari kubwa kwa taswira ya rais na chama tawala. Pia kuna tahadhari ya uwezekano wa video za kubushi, yaani video feki zilizotengenezwa kwa teknolojia ya deep fake na kuhaririwa kwa lengo la kupotosha umma. Wataalamu wa usalama wa mitandao wanatahadharisha kuwa huenda Tanzania ikakumbwa tena na mashambulizi ya kimtandao ya hali ya juu, hasa kutokana na mazingira ya sasa na haya ya udhibiti dhidi ya uh, watu ambao pengine wanajaribu kufuatilia masuala ya haki za binadamu nchini Tanzania. Kwa hiyo hili ni tukio ambalo nilizani niwafahamishe, kwa sababu ya hizi taarifa nilizopata, uh, kutoka uh, kwa vyanzo mbalimbali. Una maoni gani kuhusu hili? Basi karibu utoe maoni yako hapo hapo kwenye sehemu ya comment. Asanteni na kwaheri.